Mimi naitwa Moses Kisaka. Nafikiri unanikumbuka mkuu. Nakukumbuka. Naomba watu wanangu wa radhi kwa sababu. Nimekukumbuka Mzee Kisaka. Baba. Nimekukumbuka. Ndio, ndio. Mzee wa vile wa lile shamba lililopimwa na Almashauri. Ndio. Eh. Mara mwisho tuzungumza, eh, ofisini kwangu. Sawa sawa. Mimi eh, sina maelezo mengi kwa sababu Kabla ya yote, naomba radhi meza yako inilinde. Kuna viongozi mtu na viongozi watu. Umelindwa mkuu. Maagizo uliotoa mkuu wa wilaya alitekeleza kwa asilimia mia. Ndiyo. Kwa muda niliokaa sikuweza kupata mregesho nikaona kwa kuwa umekuja kwenye ziara yako hii na uliahidi ungefika nyumbani kwangu. Ndio. nikajua kwamba majukumu yamekuzidi, nikamwomba katibu katibu, akanambia nije hapa Nangwa ili niweze kuonana na wewe nipate. Wale watu wa ardhi hawakuja? Walikuja? Ehe. Wakafanyaje? alikuja tu na makaratasi akaondoka. Yuko wapi yule mtu wa ardhi hapa Aha, leo mmekuja saa hizi eh? Mmekuja eh? Piteni huku mbele. Mnajua niwaambie kitu kizuri nyi, maisha ni kupanga na kupanga ni kuchagua. Kule kwetu pwani kule tunasema hivi, ukitaka raha utaipata, ukitaka karaha inakuja. Mmenielewa sijui? Ehe, moja na mbili zote ni namba lakini zinatofautiana. Alafu kwenye wiki kuna siku tano za kazi halafu kuna siku saba kuna Jumatatu kuna mpaka Ijumaa siku hazifanani. Alafu rangi pia ziko nyingi. Kuna nyekundu, nyeusi, ya njano, blue, zambarau unayotaka wewe. Sasa mmekuja mtachagua kati ya hivyo. Yaani kwa kifupi mnavyotaka ndio ninavyotaka. Nafikiri mmenielewa. Mlienda kwa ule mzee? Mlifanya kazi iliyotakiwa? kabla tujakwenda kwenye kesi zetu zingine tutaziongea baadaye. Kwa ule mzee mlikwenda, kazi iliyotakiwa kufanya mlifanya? Ndio mnieleze. Mlikwenda kwa mzee, kazi nilosema mkaifanye mlifanya? Ni kweli mko, tulishakwenda site. Uh -huh. Na tukafanya kazi ya mzee. Uh -huh. Ndio. Mkafanya nini? E, tuleza kukagua eneo na kuangalia. Tulitakiwa tu kwenda kufanya nini? Mnakumbuka? Tulitakiwa kufanya nini kwa ule mzee kama mnakumbuka? nilikuwaepo kwenye kikao chako kilichopita Kisaka. Miongoni mwa maelekezo yako ilikuwa ni ku favor interest za mzee. Sawa? Na nipende tu kuambia kama idara tulirudi kwenye nyaraka, lakini tulikuwa tunasubiri ziara yako ili sasa tulijadili kwa pamoja kama wataalamu na viongozi wetu wa wilaya, kwa sababu sisi sio wa mwisho kwenye kutoa maelekezo ili tuweze kufanya maamuzi. Nakumbuka malalamiko ya msingi ya mzee. nakumbuka. yalikuwa yapi? Ilikuwa ni kwamba eneo lake tumelibadilisha matumizi. uh -huh. Na hakufidiwa kwa kile kiwango ambacho alipaswa kufidiwa. Ilikuwa ni sahihi ama sio sahihi? Napata ukakasi kwenye kusema hilo, lakini tulimfidia ila alifidiwa. Ndiyo. Uh-huh. Ila sio kwenye kile kiwango ambacho either yeye alitamani kufidiwa wala sio alitamani kufikia. Ngoja niwaambie kitu kizuri nyinyi, mimi habari ya kugombana gombana hii na wananchi mnajua siipendi. Ndiyo. na hilo sio kwamba mfahamu, mnafahamu Ndiyo. lakini habari ya kujifanya si tunajua sana kuliko wenye vitu vyao pia nao sio sawa. Ndiyo. eneo ni mali yake mzee eneo silikuwa la kwake, mlilichukua la nini? eneo ilikuwa ni mali, eneo si ni mali yangu mimi. Nyinyi mnataka kufanya shughuli za serikali kwenye eneo langu, aidha kupima viwanja, kukata eneo la shule na vitu vingine, nini huwa kinatakiwa kifanyike? si mnakuja kuzungumza na mimi kwenye meza? Nyinyi mnakuja na mpango wenu, ama mnakuja kunisikiliza mimi pia mwenye eneo langu, nasemaje, utaratibu ukoje? tuna sheria tuna kanuni tuna miongozo, si ndio? Lakini tunaambiwa kila siku tunapokwenda kwa wananchi lazima tumbebe busara na hekima tuende naye. Nyinyi mnaendaje na ujuzi wenu kwenye eneo la mtu kwenda kumpangia mtu kitu chake mnaendaje? Ndio swali langu. Malalamiko ya mzee yalikuwa yako vile clear, alafu mzee mstaarabu kweli kweli. Nyinyi mnajisikiaje? Mtu mzima kama yule pale wa design ile awe analalamikia vijana kama nyinyi, mnajisikiaje? Mbona mnapenda kutembea na lana nyie inawezekana mlipo msingali kuwepo hapo, kwa sababu ya midomo ya watu, malalamiko. Watu wanalalamika mpaka watashindwa kuelewa ni kitu gani. Mnajisikiaje? nafsi zenu zinajisikiaje? Mzee malalamiko yake alikuwa kwa vile clear, na mimi nilimuelewa vizuri kabisa, na nikawaambia hivi, nendeni kwa mzee mkazungumze naye, muende kuhakiki eneo namna lilivyo lilivo, then mkae hapo kwenye makubaliano. Kama mzee alisema nataka viwanja vitatu, si mali yake, hamwezi kumpa vitatu, mpeni pesa kukompa seti ili mchukue eneo. Hamwezi, mrudishieni eneo lake. Kinyume cha hapo ni uonevu. Kwa nini hamkwenda kufanya hapo? Ninasema hatuwezi kusema hapa, hakuna siri tena. Ulipofikia kuna siri tena? Eti nawaambia hivi, tutatiana karahaa. Moyo sitaki DC, kesho Jumapili, kesho Jumapili, wewe na wataalamu wako na mkurugenzi. DC yuko wapi wewe na timu yako na huyu huyu TAKUKURU ma... na TAKUKURU, kesho Jumapili mnaenda kwa huyu mzee, mpaka saa saba mchana nataka nipate majibu ya kesi. baba ameisha, kesho Salamu. baba kakae pale, utulie, stiane karahaa.